Kuna baadhi ya wanawake wanasumbuliwa na changamoto ya mayai kutokupevuka. Yani, yeye amekaa kwenye ndoa miaka mitatu mpaka minne, lakini mayai yake anaambiwa hayapevuki na hivyo inakuwa hapo ni ngumu yeye kubeba mimba. Kuna sababu ambazo zinafanya mwanamke mayai yake kutokupevuka. Sababu moja wapo kubwa ni changamoto ya homoni. Yani, kama ikitokea homoni zake zimevurugika basi inakuwa hapo ni ngumu sana kubeba mimba, lakini changamoto ingine ni umri kwenda. Kama umeshafikisha miaka 45 kwenda juu basi inakwepo ni ngumu sana uh, kupelekea mayai kupevuka. Lakini sababu wengine ni kuwepo na vimbe maji katika ovari, yani zile vimbe ambazo zinakwepokwepo kwenye ovari, basi huwa zinasababisha mayai kutokupevuka. Pia matatizo kwenye mirija ya falopia huwa inasababisha Uh, mayai kutokupevuka vizuri, ila maambukizi kwenye via vya uzazi nako ni chanzo kikubwa sana kinachofanya mayai kutokupevuka. Kama unasumbuliwa na changamoto hii, jitahidi uende hospitalini ili uondokana na changamoto inayokusumbua, au unaweza kuchukua namba yangu bayo, ili tuwasiliane, ili kusumbua, uweze kuondokana na changamoto yako inayokusumbua uweze kuitwa mama. Naitwa Madam Bahati na na video hii